Bando la Chuo sehemu ya 11, mwisho wa simulizi. Ilipoishia yule mwanamke wa Mwita alisukumiwa ndani, kisha wakaingia wanaume watatu wakiwa wameshika bastola. Wakati huo yule mwanamke analia sana, huku damu zinamtoka mdomoni na uso wake umevimba kwa kipigo songa nayo. Kibaya zaidi walikuwa wamevaa sare za polisi. George, mwisho wenu sasa umefika alisema mmoja wa wale polisi. Huyu mpuzi baada ya kuwa mpelelezi amepenzika na penzi la jambazi na mimba kambebea. Sasa leo ndiyo mwisho wenu, mtaenda kunyea debe. Alizi kuongea vile yule polisi, akiwa bado ananipa wasiwasi. kwa kuwa huyu kashidwa kuwa shahidi, nadhani yupo mwingine wa kutusaidia. Kabla ajamaliza, aliingia yule changudoa naye, alionekana kapitia kipigo, maana sura yake iliumuka kisawasawa mpaka hapo, mke wangu akujua kinachoendelea zaidi ya kushangaa tu. Mama, mumeo na wenzake ni washikiwa wa kesi ya mauaji ya baba yako. Ushahidi mzima utatolewa mahakamani. Polisi alikuwa anaongea kwa msisitizo kabisa. Ukweli sikujua amejuaje na imekuwaje mpaka hapo. Nilikuwa nashangaa, ukweli sikuamini kama mwisho wangu utakuwa vile. Mke wangu bado alikuwa njia panda, kulia alitaka, kununa alitaka Walinibeba msobe msobe mpaka kituoni. Ukweli nilishangaa kuwakuta wenzangu. Shabani na Alidi. Wote tuliweka sero moja. Kwani imekuwaje jamani, mbona sielewi? Niliuliza. Jau tu. Kumbe yule dem wamwita alipandikizwa kama sisi tulivyofanya kwa yule changudoa ili apepeleze utajiri wetu. Sasa kibaya, pesa zilimnogea na kusahau alichotumwa alisema Shabani, akameza mate na kuendelea. Kwa hiyo baada ya kifo cha Mwita, waliona waliompa kazi ana umuhimu, sababu aliambia atoe ushahidi aliyopata, lakini akuwa nao, waliona bora wakinukishe. Hapo ndio wakamkamata yule dada aliyomwekea sumu baba mkwe wako, wamembana mpaka akasema ukweli, alisema hivyo Shabani, kitu kilichotushangaza wote kwa hiyo wewe umejuaje? Nilimuuliza huku na mkazia macho. Mimi nimesikia vyote baada ya kufikishwa hapa, tena polisi kasisitiza atahakikisha tunaozea jera. Niliposikia kuozea jera, mwili ulikufa ganzi, kichwa kilianza kuniuma, haikuingia akili. Tumekamatwa kizembe sana. Ina maana kipindi chote kile tunakula raha, kumbe tunapelelezwa. Kweli kila lenye mwanzo alikosi mwisho. Kwa hiyo inakuwaje? nilimuuliza Alidi. Kaka mimi sijui kibaya zaidi, mwanasheria naye anasema kesi ishakuwa ngumu, sababu ushidi upo tena wa uhakika, sababu yule malaya ajaficha hata kimoja. Niliwaza sana usiku huo, tulilala sero tukisubiri kitakachojiri kesho. Sauti za waliolala zikiwa zimetawaliwa na harufu kali ya choo zilinikosesha usingizi. Usiku ulikuwa mrefu sana kuliko kawaida, usingizi haukuja, nikiwa macho wazi, nikiwaza hatma ya maisha yangu. Asubuhi ilipofika, tukavishwa nguo za kahawia za mahabusu na kusindikizwa kwa minyororo hadi mahakamani. Kesi ilianza saa nne kamili. Ushawishi wa mwanasheria wetu ulikuwa mdogo mno mbele ya ushahidi mzito uliowasilishwa kiufupi akuwa na mtumaini ya kutoka, sababu mambo yalitokea ghafla. Lakini kilichochoma roho zaidi siyo hukumu iliyokaribia, bali kilichotokea dakika chache kabla jaji hajasoma uamuzi. Mke wangu Asha alikuwepo mahakamani, mjamzito na mwenye matumaini kwamba mumewe mimi nitathibitishwa kuwa sina hatia. Hakutaka kuamini kama mimi ndiyo chanzo cha baba yake lakini hii ukweli ulipofumuliwa mahakamani kuwa mimi na wenzangu watatu e, Alidi, Mwita, Shabani ndiyo tuliomuua baba yake Asha kwa tamaa ya pesa, huku yule mwanadada changudo akuwa mahakamani, kwani ilisemekana amejiwa mwenyewe, Joji alilia kwa sauti ya maumivu, si kweli Joji siwewe. Mke wangu akuamini baada ya ukweli kuwekwa wazi. Alianguka chini akigugumia kwa uchungu wa kihisia na kimwili. Papo hapo mimba ilianza kusumbua. Alishika tumbo na kulia kwa sauti. Watu wa karibu yake walimbeba haraka kutoka nje ya mahakama wakikimbia naye hadi hospitali. Kilio chake kiliniuma zaidi ya pingu mikononi. Nilitetemeka. Nilihisi kama roho yangu inavuliwa taratibu. Kesi iliendelea bila yeye. Hatimaye jaji akasoma hukumu, kwa kosa la mauaji ya kukusudia, mahakama hii inawahukumu Joji Alidi na Shabani kunyongwa hadi kufa kwa mujibu wa sheria. Kimya kikatawala ukumbi mzima. Nilipiga magoti, sikuwa na cha kusema. Nilimwaza mke wangu na mtoto wangu ajaye. Kabla hatujapelekwa gerezani rasmi, tulikaa mahabusu ya kifungo cha kusubiri adhabu ya kifo. Huko maisha yalikuwa jehanamu ya kweli. Tulikula mlo mmoja wa uji usio hata na chumvi kwa siku, ukichelewa msururu unakosa tulilazimishwa kuchimba mashimo, kulima na kazi kibao ambazo zikujua kama nitakuja kuwa mmoja wao. Katika ukuta mmoja wa chumba chetu cha mahabusu niliandika kwa kuchora na msumari, ukidhani maisha ni mchezo, ngoja uyacheze gerezani. Ukweli gerezani sio pa mchezo. Hakuna maisha ya raha kana uraiani. Nilianza kuandika kitabu nikikiita Bando la Chuo, Maisha ya Hatia na Majuto. Kilisimulia kila kitu eu, kutoka uhai wa baba mkwe wangu hadi kosa lililotugharimu uhai. Kitabu hicho kilisambaa hadi vyuoni na shule nyingi, kikiwa kama onyo kwa vijana wanaopenda utajiri wa haraka. Mwisho wa George na mwenzake waliishi gerezani mpaka kufa kibaya joji akuwahi kuona wa kujua sura ya mtoto wake kwani asha akuwahi kuja gerezani funzo usidharau dhamani ya uhai wa mtu tamaa ikikuongoza mwisho wake ni majuto yasiyofutika ukimdhulumu mtu leo kesho unaweza kumlilia akiwa amekuacha na kwa hapa mwisho wa simulizi napenda kuwashukuru sana wote wanaofuatilia himaya ya simulizi nyingi ni nguvu yangu, mnanipa moyo kuandika simulizi zaidi na zaidi. Shabiki yangu namba moja, Edina Robati, Mungu akujalie sana. Asante kwa sapoti yako, komenti yangu inanipa nguvu ya kuposti kila napo iona. Asante sana na wote ambao mnaafatilia simulizi hii, mkikomenti itakuwapoa, tujune kama akina Edina.